Mwakilishi wadi aliyechaguliwa huko Chwele, Kabuchai, Eric Wekesa amepongeza wapiga kura, akidai walisimama na yeye kwenye safari ngumu ya kuwania wadhifa huo. Hata hivyo Wekesa alifichua kuwa mgombea wa kiti cha Ugavana kwenye kaunti ya Bungoma Timothy Wanyonyi alichangia pakubwa kuchaguliwa kwake kama MCA wa eneo hilo amemtaja Wanyonyi kama kiongozi mwenye msimamo Thank my brother na mbili, na mbili, na mbili, kuna wengine Waheshimiwa Jack ya formula, na na Mheshimiwa Edwin Sifuna amefanya kazi kubwa sana hapa akiwa na wabunge kadhaa kule Nairobi ambao sitaki kutaja wote kwa sasa. Awali, kwenye ukurasa wake wa Facebook mgombea huyo ogavana, wa ugavana alipongeza mwakilishi wadi mteule, nikinukuu: matakwa ya wananchi ndio nguzo kuu ya demokrasia na kwa wananchi wa Chole Kabuchai, sauti yenu imesikika wazi na kwa nguvu. Natoa pongezi zangu kwa MCM Teule Mheshimiwa Eric Wekesa kwa ushindi wako mkubwa kwenye uchaguzi mdogo uliomalizika hivi karibuni. Umeonyesha ujasiri na kujitolea kwa dhati katika siasa za swala la hoja, na huo ndio msingi uliokupelekea hapa ulipo leo. Jambo la muhimu sasa ni kuheshimu imani ambayo wapiga kura waajiri wako wamekuwa nayo kwa kuwatumikia kwa, kwa bidii, uadilifu, bila upendeleo wala uoga. Kwa wale waliowania, lakini hawakufanikiwa, tukumbuke kwamba katika kila kinyang'anyiro hushinda mtu mmoja tu. Huu si mwisho wa safari. Chukueni muda wa kutafakari, kujipanga upya na kusimama tena, kwa sababu kesho haijulikani, lakini bila shaka imejaa fursa. Hongera na heri katika safari yako ya utumishi, mheshimiwa Eric Wekesa, hongera sana. Mwisho wa nukuu. Nikiripoti ya mtazamo wa dira, runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.